Kuondolewa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa afisini mwaka uliopita huenda ulipunguza umaarufu wa rais William Ruto eneo la Mlima Kenya. Pengine ni kutokana na hilo ndiposa Rais Ruto ameamua kuzuru eneo la Mlima Kenya kuanzia juma lijalo ziara hiyo hata hivyo imebua hisia ya mseto kutoka kwa wenyeji na viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Kirinyaga. Wawakilishi wadi wanasema wamemkaribisha rais Ruto, ila wanamtaka kujitenga na siasa na kuzingatia maendeleo pekee katika ziara hiyo. Mimi ningetaka kukaribisha Rais wa Kenya ambaye ni president wetu aje hapa kwa Mlima, lakini vile nimeuliza wakaji wa Kerugoya, nimewauliza na wakaniambia akikuja hapa akuje na safari ya maendeleo, asikuje hapa siasa tupu na Mswahili alisema mkono mtupu haurambwi. Matayarisho kwa ajili ya ziara hiyo yamepamba moto. Baadhi ya viongozi kutoka Mlimani wakiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki wakizuru baadhi ya miradi ambayo rais anatarajiwa kuzindua. Rais Ruto kwa upande wake, amekuwa akifanya misururu ya mikutano na viongozi wa eneo hilo katika ikulu ya Nairobi kujadili kuhusu baadhi ya miradi ambayo yanatarajiwa kufufuliwa. Tuko na program kubwa ya kufufua zile barabara zilikuwa zimekwama katika sehemu hii yote ya Mount Kenya and across the country, na labda baada ya miezi mingine miwili mitatu, rais atarudi kwa hii region. Kwa mambo ya kufungua barabara mpya. Ni ziara ambayo inajiri huku baadhi ya viongozi wa eneo hilo wakiwa wameondolewa serikalini. Miongoni mwao ni washirika wa, wa Gashagwa ambao waliondolewa kwenye kamati za bunge. Wa hivi punde akiwa ni Waziri wa utumishi wa umma Justin Biden Muturi. I now have uh, um, Mara ya mwisho Rais Ruto kuzuru Mlima Kenya ilikuwa ni mwezi Agosti mwaka uliopita kabla ya kubanduliwa kwa Gachagua mamlakani. Wachanganuzi wa kisiasa wakisema Rais Ruto anapania kutumia ziara hiyo kama chachu ya kurejesha umaarufu wake mlimani, lakini iwapo hilo litatimia muda ndio utakaotoa jawabu. <coughs> James Mwangi Undugu TV.